Tokea ranchi ranchi wapi? Ranchi ya Karambo. Mm. Eh. Kwa kweli mnakamua maziwa, mnakamua sana kabisa. ko Ni yakulia ni yakuuza? Yakuuza, mnauza. Yeah. Kwa hiyo kula na... amemzidia ati. Eh. Mm. Kwa kweli majiti ukamua mwe maziwa yote. <mum> <mum> Kampuni ni pota. Kampuni pota <laughs> Kweli kabisa uhakika. Ndo mkamaja hey. Wa maziwa mm -hmm. Ongeni wachache wengine eti. Wengine ni wachache. Hmm. Ogopa kwa mang'ombe mnakamua. Haya hapa nimeona mang'ombe mnakamua, ndio maziwa hapa sasa. Haya ndio maziwa ambayo mnakamua haya, na mang'ombe ni yale kule. Kwa kweli mnakamua, mnajitahidi.